Niaba ya baraza la wazee wazee wote Tanzania, vita zishwa, vita zishwa, sasa. Hivi vita vimeanzishwa havihitaji woga, hivi vita vimeanzishwa hatuhitaji kurata maneno. Sasa basi tunasema hivi Tumeonewa kiasi cha kutosha, unyonge wetu umefanya tuonewe. Tunasema sasa basi. <laughs> Naomba nikumbushe pale mzangu, kwa sababu katika maelezo yake wale Karia anasema kwa utawala wake Yanga nimewasaidia sana. Sasa kikuu unataka ufafanuzi atausaidia sana kwa vipi? Alikuwa anatoa pesa mfukoni wake kulipa Yanga au Yanga ilikuwa inakopa TFF? Yanga kama ilikuwa inakopa TFF, ni sehemu ambayo Yanga inazalisha kipato na ndio maana inakopa na inalipa. Lakini moja anasema kwamba Yanga nimewasaidia sana, ye ni wakati umewafika kuwasaidia Simba kuiakabisa Yanga, aweke wazi kwa sababu waliofuta mechi ni bodi ya ligi si ye, kwa uelewa kwa wengi lakini yeye ikoshukua akatoka na kauli tata. Hii inatupa wasiwasi, ina maana haya yaliyofanyika yeye ndiyo alitoa maelekezo. Bodi ya ligi ina mwenyekiti wake Steven Mbuto bodi mwenyekiti wake ni Stephen Mguto, lakini katika swala hili, kwanza ulitoka waraka saa nane usiku ulioandikwa na si magori kwamba sisi a mechi hakuna. Mwenyekiti wa bodi akatoka asubuhi na kusema kwamba mechi iko pale pale Saa tano mchana wakatoa na waraka kuingiza watu wakati tiketi mechi ipo. Yule aliongea saa nane usiku Mguto, saa nane mchana kusema mechi hakuna. Hapa tushikili niwaambie Wanayanga, kwanza tunawapongeza viongozi wetu kwa hatua kuichukua, lakini bado bado bado sisi wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga, napenda michezo wana haki ya kufungua kesi sio ya yaa ndani ya mahakama zetu, kwa sababu watu wenye kukata tiketi wametoka mikoa mbali mbali, wametoka nchi mbali mbali. Nani anawalipa gharama zao? Lakini baya zaidi, bow waliwahamasisha kuwafanya biashara na kuambia mtatengewa maeneo maalum wakizingatia kwamba ile inachezwa mwezi wa Ramadhani. Wapo unakopa mitaji, hatimaye saa nane ushaleta nafaka, vyakula mbalimbali, unawaambia ni chakula wale. Ni anawafidia nani? Sasa katika hili ni waombe wanasiasa, hatuhitaji busara wala hekima, yeah, no! wala ustaramu na ukarimu

wajiozese tunakwenda mahakamani kufungua kesi ya madai. Oh, aninaamini ni tutashinda. Tumetoka kuolewa ukuolewa kiasi cha kutosha, tunasema sasa basi.